Kwa jina naitwa Mwanaisha Mabere, ni mama mzazi wa mtoto ambaye alifanyiwa hilo tukio mnamo tarehe kumi na mbili mwezi wa nane siku ya Jumanne saa tano asubuhi, wa mtoto wangu alikuwa katika mazingira ya nyumbani, alikuwa anacheza na wenzie hapo nje walikuwa wanapikapika tangu wana umri wa miaka mitatu walikuwa wanapikapika na nawenzie hapo nje, huwa wanapika kwa kutumia makopo makopo, machupa kama navyojua mchezo ya watoto. Anakuja hmm. anachota maji hapa, mi naosha vyombo nje hapa, anachota maji anaenda anapika anarudi, anachota maji anapika anarudi. Sasa kaingia ndani naendeana shughuli zangu nikiamini kwamba mtoto wangu yuko bado hapo nje anapika, wanacheza hapo kwa manka, akiwa nawezie. Muda mchache baadaye, namwona mwanangu anarudi analia, analia kilio kikali sana. Nini nikashtuka baada ya kusikia kile kilio kikali sana alichokuwa analia, mtoto wangu, ni nini? Umefanyaje? niambia mama. Hapo nilikuwa sijajua mwanangu tukio lililompata, kaniambia mama, tako linaniuma, tako linauma hasa kati. Niambia hivyo ili namwangalia, alikuwa mwanangu amevaa tisheti nyeupe na suruali ya jeans, na mwangalia hapa, kua tisheti alikuwa na damu kali sana nyekundu mno. Nikamuliza na hiyo damu ya nini? Nikamuliza mwanangu, hiyo damu ya nini? nivyomwongea tu damu mwanangu aliongeza kilio, kasongoja nimwangalie, nika nikamshusha ile suruali kuangalia atako nauma, nikaisa basi alikuwa anacheza, inawezekana kachomwa na kijiti au kaumia tu katika mazingira ya kucheza na wenzie, ila ile akili moja kwa moja kusema mwanangu kuna tukio baya limemkuta moja kwa moja sikuanayo. Nilivyomvua nguo shusha tu ile swali, nilivyoona ile hali na nyuma huko ya mgongo alikuwa amechafuka sana, inaonekana alikuwa, alikuwa, alikuwa, alikuwa, alikuwa amelazwa. Charles mwezie naye anatoka ndani analia nini, mlikuwa mnacheza wapi? Ndo akaonyesha wakaelekeza, kwamba tulikuwa tunacheza hapa, ila anko akatuchukua akasema tuende akatupe makopo ya kupikia. Tukamfata wapi? Kule pagaleni. Ndo jamii kama imesha jaa watu, wakawa wamejaa, wakaenda kuonyesha kule eneo la tukio pagaleni, wakati mimi mwanangu alikuwa anavuja damu sana anavuja damu sana kwa hiyo sikuweza kuendelea kuvumilia pale, kuangalia kutafuta mhusika eneo la tukio. Mimi nilichofanya, nikamchukua mtoto wangu, nikawahi kituo cha polisi kwenda kuchukua PF3 ili bwana kwaweza kupata huduma ya kwanza. Nimefika pale polisi, tukachukuliwa, wakamwangalia, akaniambia ulijuaje? Nikamwambia mimi me... sijahakikisha kama amebaa kwanza, mpaka mliangalizie wenyewe wakamvua nguo wakamwangalia, akathibitisha afande, akasema ni kweli amebakwa. Moja kwa moja akanichukua pale, wakanipeleka hospitali ya rufaa Jenilo, ndo huduma zikaanza kuchukuliwa. Tumekaa mpaka saa mbili, saa moja usiku, mwanangu alikuwa anatoka damu nyingi sana, kuanzia muda huo wa saa tano mpaka saa moja usiku, mwanangu anampeleka thieta kwa sababu alikuwa akaharibika vibaya sana, kwa akachanika kote mbele mpaka nyuma, viungo vyote vilikuwa vime- vimeachana kwa sababu alimuingilia sana, alimtoboa ndo akaingia sieta pale. Basi baada ya hapo, huku nyuma ndo akaendelea na tuki na, na kufuatilia uchunguzi, lakini wakati wana, wanafanyia tukio hilo la ubakaji kuna mtoto aliona ambao ni rafiki yao na hawa watoto waliokuwa wakicheza pale, aliona alishuhudia, lakini hakuweza kupata msaada, mtu pale, wa mtu kwenda pale kumpa ushirikiano. Sasa kutokea kipindi hicho mwanangu amekaa hospitali kama siku nne akaja akachukuliwa ili kwenda kumtambua mhalifu, baada ya kuwa tumeshachukuliwa maelezo mzazi mwanangu akaja kumchukua pale hospitali, afande akaja akamchukua. Sasa yule mwalifu alikuwa kashapelekwa kituo cha Central, kaja kumchukua mtoto wangu ili aende, wanasema ni paredi la utambuzi la utambulisho, ili mwanangu ndiye akamtambue mwalifu aliyemfanyia kile kitendo cha kiukatili cha ubakaji. Kufika pale, walitolewa nje walitolewa sinsema nini walifu tisa wakapangishwa mstari foleni, ili mwanangu aweze kutambua ni nani aliyemfanyia wa, wa ukatili wa kinyama ya. Mshukuru mwenyezi Mungu kwa sababu mwanangu alinyanyasika sana, aliteswa mno, alisulubika sana. Isingekuwa rahisi isingekuwa rahisi mwanangu kumsahau yule mtu. Namshukuru mwenyezi Mungu, mwanangu alimtambua alimtambua yule mhusika mara nne, alimtaja mwanangu mara nne, kataja awamu ya kwanza ni yeye. Wakarudia tena, wanamuuliza mtoto ni yuko wapi hapa aliokufanyia ubaya, mwanangu anaonyesha. Kumbuka mwanangu ni mdogo, ana miaka mitatu, yuko katika maumivu makali sana, tuko hospitali lakini mwanangu alimtambua mhalifu mara nne, anasema ni yeye, ya kwanza mpaka nne, hajakosea mpaka sasa hivi. Hatujui hatima yetu ni nini. Mwana tunaona kimya, hatujui. Je, mhalifu huyo yupo? Unafanya nini? Hatua gani imechukuliwa mpaka sasa hivi? Hatujui, tukiuliza unasema kwamba kesi ipo inaendelea vizuri, naenda mwezi wa pili hatujui hatuma saa tujui hatima yetu ni nini, sijajua haki ya mwanangu ni nini, mwanangu anapataje haki yake, na ninateseka mpaka leo, nateseka toka nilipoanza za kubuguza mwanangu mpaka leo ninateseka na mwanangu. Mwanangu mpaka juzi tena kidonda kile kimefumuka, mwanangu anatoka usaa, bado natumia pempa, si bado mwanangu anatoka usaa, kidonda bado hakijapona, naendelea kutabika na Bata, yani huduma zinakuwa ngumu, changamoto hela za kumbuguza mwanangu nakuwa ni ngumu. Kila kunapokucha mimi mwanangu lazima nipeleke hospitali, hata jana pia juzi, tarehe 30 mwezi huu ulioisha huu nimetoka tena hospitali mwanangu, kidonda kilifumuka, kawa natoka mausa, tumbo lina muuma sana, sababu lile tukio aliofanyiwa alikuwa ni kubwa sana. Ninashukuru kwa kuja tuhoji kutaka kujua, tuomba msaidie, tupazia sauti ili tuweze kupata, tuweze kupata haki ya mwanangu. Nataka nipate haki tendeke juu ya tukio aliofanyiwa la unyanyasaji, ukatili mkubwa kwa kijinsia. Mwanangu kadhalilika, mwanangu kaathirika kisaikolojia, mimi pia mama yake siko sawa na hisi dunia yote mimi naniona, na mi laba ni mama mbaya, sifai laba simjali mwanangu. Lakini hapana, ni tukio tu limetokea ajali tu imetokea imenikuta, lakini mpaka saa hivi najiona sifai katika watu. Inachokiomba aweze kunisaidia katika huduma za mwanangu kimatibabu, kwa sababu bado mwanangu anaendelea kupata shida ajapona na kila inapoenda hospitali ni hela natumia, madeto, pempasi, madawa. Naomba serikali, mheshimiwa mama yetu rais, popote alipo, ama anasikia kilio changu, aweze kunisaidia. Mheshimiwa mama Dorothy Gwajima, mama yetu, mimi ni mama kama wanawake wengine, naomba nisaidie mama Dorosi Kwajima, mama jihisiana watoto mwanakukaathirika kanyanyaswa, kapata tabu. Naomba nisaidie katika huduma, maana hali yangu ni duni, sina cha kufanya mimi. Kwa hiyo tulipenda sento, tumekuja, tumeitwa, tumepewa pelelezi, tumeitwa, watoto wamefanyiwa vipimo. Mara ya mwisho kabisa tumepigiwa simu tukaenda jengo la nini hao mawakili, tukakutana na yule wakili akatuambia, wiki ijayo tutaenda wapi? Mahakamani. Sasa toka tumeambia tunaenda mahakamani, hii ni wiki kama watatu tunaenda hatuendi mahakamani, hatuendi mahakamani. Na kinachotumiza wa watoto ni wadogo, mtumiwa kule central atazidi kupoteza ile sura yake ile, unajua central muonekano unapotea Mtoto je, kule mahakamani mtoto atamtambua tena ule ule mtumia alivyomtambua mwanzoni? Ndio kitu ambacho kinatuma zaidi. Kwa mimi naomba tu serikali tusaidie, yaani tusaidie kwa kweli, kupaza sauti. Tunataka tu haki itendeke kwa watoto, maana ni wadogo. Mtoto wangu alikuwa na miaka mitatu, hata alikuwa hajafikisha kuongea tu yenye hawezi, hata ukimwita pamoja hawezi kuongea vizuri. Ndio hicho kilichotokea. Wote siku moja, masaa tu ndo tofauti, wote ni siku moja, na wote tumeenda tumekuta na hospitali, wote alikuwa amechanika. Ndo huyu mwingine mdogo sasa, huyo miaka mitatu tena, ndo alikuwa ameumia zaidi kuliko hata wengine. Ndo uh -huh. hiyo ilivyotokea hmm. alikuwa na mshtuko, mshtuko na kale kadogo. Siku moja nikuwa ndani nimekaa <laughs> yule mdogo wetu mabibi mebaa <laughs>